Ninakusalimu katika jina la thamani la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunamshukuru Baba ambaye tena siku nyingine leo ametupa nafasi ya kuweza kukutana katika siku hii ya Jumapili kwa ajili ya kushirikishana maneno ya baraka, maneno ya uzima. Mpendwa katika Bwana, Biblia anasema katika kitabu cha Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na saba. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Unapokuwa unasikia neno la Mungu, ndio linakupa imani. Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na saba mstari wa ishirini anasema, ukiwa na imani ndogo kama chembe ya aradari, chembe ya aradari ni kama mara tatu ya mbegu ya mchele, yaani kwa kukata mara tatu, waweza kuambia mlima ung'oka ukatupe baharini, na wenyewe utang'oka. Mstari wa Mathayo kumi na saba ishirini na mbili anasema na hakuna jambo litakalokuwa aliwezekani kwenu. Bwana Yesu ni Mungu, na akiahidi jambo anatekeleza, na ahadi zake zote alizofanya kwa ajili ya watu wake ametenda. Kwa hiyo ninapoongea na wewe mchana wa leo, kwanza ni kushukuru kunisikiliza, asante sana. Kinaomba basi, ni azime sikio lako, tumalize dakika hizi chache za kushirikishana Neno la Mungu. Naitwa Mchungaji Sako Mayrick wa kanisa la Success Chapel pale Zinje, Dodoma. Na leo tulikuwa na ibada ambayo imekuwa no cool na neno kuu katika sehemu mbili. Na hapa naomba niongee sehemu ya kwanza ambayo ni imani kwa ajili ya uponyaji au imani iponyayo. Naomba utambue kwamba katika imani yetu imani kulingana na kitabu cha Waebrania kumi na moja mstari wa kwanza ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Mathalani, naweza kuwa naumwa tumbo au na kansa au na ugonjwa wa figo, kila siku napelekwa kwa ajili ya dialysis. Naomba nikuambie, kama umemwamini Yesu Kristo, magonjwa sio sehemu yako. Sasa imani maana yake nini? Kuna watu unavyoongea nao hapa, wanasema huyu anajiongelea tu. Kuna watu wanasema eh, anaonekana anasema kitu cha maana. Kweli kabisa, kwa sababu Isaya hamsini na tatu mstari wa tano anasema kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Kama kuna mtu amekulipia gharama za chumba hotelini na chakula, alafu anakuja mtu mwingine anakudai. Magonjwa sio sehemu ya maisha yako baada ya kumwamini Yesu, kwa sababu Kristo alibeba madhaifu na magonjwa yako yote. Lakini tuache magonjwa mambo yoyote mengine anakuambia yoyote mtakayoomba itafanya kwa. Kama kuna kitu kilichokuwa kigumu kwako katika namna ya kibinadamu naenda kwa Kristo, ongea naye. kitabu cha Yohana kumi na nne kumi na sita nasema hata sasa mjaniomba ombeni furaha yenu iweze kutimia. Imani iponyayo. Kama Yesu hawezi kuponya, basi kufa kwake ni bure. Laasha, Mungu aepushirie mbali. Yesu Kristo alikufa na kafufuka. Leo tunapoenda kwenye msalaba, aijalishi kuna kansa, aijalishi kuna ugonjwa wa moyo haijalishi kuna ugonjwa wa mgongo, haijalishi kuna ugonjwa wa mifupa, anamaliza kabisa. Ambacho anataka kwako ni imani ndogo kama chembe ya haradali. Sasa nisikilize kwa makini, unajua, ukisoma kama chembe ya haradali, unaona kama kitu kidogo. Yesu aliongea kama mbegu, wa kusema kama mchanga, maana kwamba imani unapoanza kupona kichwa, unakuwa na imani ya kupona kansa inakuwa kubwa. Unapoweza kupona kipele, unakuwa na imani ya kupona hata ugonjwa wa moyo. Imani inakuwa na imani sio kwako wewe, sio kama kuna kitu kinaitwa imani kimekaa ndani yako, hapana, ila imani yako kwa uwezo wa Mungu, kwamba Mungu katika Kristo Yesu anaweza. Kwenye jambo hili kuna mambo machache ambayo yanafanya imani isiweze kuponya hata usemaje, na kama utapona, kama ya mambo yako kwako ni uponyaji wa tunaita ni wa muda mfupi. Moja, dhambi. Hata tukuombeaje, kama unaishi katika dhambi na unakusudia kuendelea kuishi katika dhambi Mpendwa katika Bwana, tunadanganyana, tutaombeana sana. Lazima kama umeamua kumwomba Mungu katika Kristo Yesu akupe neema ya uponyaji, kubali kuacha dhambi. Dhambi ilimpandisha mwana wa Mungu msalabani. Kuendelea kutenda dhambi au kuishi kwenye dhambi unamsulubisha Yesu Kristo mara mbili na hakuna dakemzu. Jambo la pili ambalo linasababisha mtu ashindwe kupokea uponyaji pamoja na kwamba anakuwa ana imani ya kuweza kupona kwa ukiangalia kwa makini, nakwambia cha kwanza ni dhambi, cha pili katika mambo ya msingi ambayo yanaweza kusababisha ukashindwa kupokea uponyaji wa Mungu ni kukosa imani. Ukiwa ndani yako una imani kwamba Mungu unayemwamini ana uwezo wa kukuponya hata tukiomba vipi, hakuna namna utaweza kupokea. Na imani, kama nilivyokuambia, inakuja kwa kusikia, sio kusoma. Kusikia neno la Mungu lipo, lakini Biblia peke yake haisaidii kuwa na imani. Na ndio maana kuna wanafilosofia wanasoma Biblia wanaimaliza yote lakini hawana imani. Kusikia neno la Mungu Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo nne mstari wa nne alisema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno unaotoka kitaka kinywa cha Mungu. Kwa ili kuweza kuwa na imani, kama unavyoweza kula mkate asubuhi, uchoki mchana ugali na wali usiku nyama na kadhalika, ndivyo maisha yako ya kiroho lazima yajenge mfumo wa imani. Asubuhi pokea neno la Mungu, mchana pokea neno la Mungu, jioni pokea neno la Mungu. Mpendwa katika Bwana, ninaona kila unaloliomba linatokea. Ninaona kila unalopiga magoti kumuuliza Mungu nafanikiwa. Ninakupenda, natamani imani yako ipate kuimarika katika Kristo Yesu. Natamani ni kuone pale juu kwa utukufu wa Mungu. Ninakushukuru sana kunisikiliza, lakini kabla sijamaliza, inawezekana una ugonjwa sehemu au una jambo gumu ambalo limekutatiza. Tuanze kufanya mazoezi ya imani, shika pale panapokuuma, alafu amini Mungu. Na naposema amini, nina maana itoke ndani, sio ya mdomo, yaani ndani yako, usio na mashaka juu ya uwezo na nguvu ya Mungu kuponya. Na ninaona ndani ya dakika tano, baada ya maombi haya ugonjwa shida imetoweka kabisa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye anasikia mchana wa leo, ninaamuru amuru, aina yoyote ya maumivu, uvimbe, mateso, shida, out. Ninaomba neema, ikiwa ni ushuhuda kwa ajili ya jina lako, katika jina la Yesu. Ninakupenda. Tambua, kwa imani umepokea. Anza kufanya kile ambacho kiwezekani, na Mungu tunamtumikia atakamilisha alichokianza kwako. Nina kupenda. Naitwa Mchungaji Sako, nakukaribisha pia kanisani kila Jumapili saa tatu kamili asubuhi. Natamani nikuone siku moja, tuombe pamoja, tumwamini Mungu. Asante kunisikiliza, tutaonana tena Jumapili ijayo. Katika jina la Yesu. Amen.